Uchamungu ni ule ambaye akisimama akimaliza Ramadhani mke atasema alhamdulillah, bora Ramadhani iendelee, mme wangu baada ya Ramadhani amekuwa mwema, anacheka na mimi. Huo ucha Mungu. Uchamungu, uchamungu ni upi? Ni ule ambaye watoto wake wakimaliza Ramadhani wanasema marhaban Mwenyezi Mungu ungeendelea Ramadhani, baba yetu alikuwa hali na sisi, atembei na sisi, acheki na sisi, lakini baada ya kufunga amekuwa amecheka na sisi. Huo ndio ucha Mungu. Ucha Mungu ni matendo yako mema, ndugu yangu. Umefunga na Ramadhani, ulikuwa pole, utukani watu ufanye mabaya, lakini Ramadhani sasa imeisha, ndio unaenda kufanya mabaya? Ndugu yangu, shuleni mtu Muhammad, Ramadhani imeisha, lakini dini ya Kiislamu na hali yake na utaratibu wake uko pale pale. Niwambeni, mrejeni Mungu, muwe kama mlivyopita ndani ya Ramadhani. Waume sana Waislamu, angalia Mungu anavyosema. Anasema Mwenyezi Mungu, siku ya Idi ameweka malaika manjiani, tena humo, lahum qartasu, wanaye karatasi na kalamu kila anayepita kwenda kuswali wanamwandika jina lake, akija hapa, kwa maana ni mtu mwema. Ndio maana wanaoshuoni anasema, ukija na njia ya kushoto rudia na njia ya kulia, ukija na ya kulia rudia na ya kushoto, kwa sababu kila eneo malaika wanaandika wote waliokwenda kuswali na Mungu anawaandikia kwenda peponi. Swalieni mtume Muhammad, swalieni mtume Muhammad wa sallam. Basi niwaombe leo, hani alakum pongezi juu yenu, ulioacha vyakula vyako ukafunga, ulioacha mambo mabaya ukamtii Mungu. hania lakum, leo ni, ni pongezi. Na Mungu anasema alladhi jabu alayya, wale ambao walipata njaa juu yangu wakafunga juu yangu wakapata vikiu juu yangu, leo la jazaan illa aljanna, leo hakuna malipo zaidi ya kupelekwa peponi. Unza tulikuwa ndani ya semina ya mema, Tuendelee na semina ya mema, Mungu atatupokea salama salimin. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Na malipo yao ridhaya, nimeshawaridhia sisi hapa, tumeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya kuridhiwa wa, wa maghfirati, na nimeshawapa msamaha. Tuna radhi za Mwenyezi Mungu hapa, lakini tuna msamaha wa Mwenyezi Mungu hapa akawa hajawapenda walimu wanawazuoni mashekhe, fa huwa khadaa, huyo anamdanganya Mwenyezi Mungu. Huwezi ukampenda mtume ukawaacha kuwapenda mashekhe waliopokea kijiti kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lazima uwapende mashekhe, uwapende wale wanaesimamia mambo ya dini, ilionekana kwamba wewe kweli umempenda kwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wanawazuoni wakatuambia hivi waman ahana alulamaa khasira dina, mtu yeyote mwenye kuwadharau mashekhe atapata hasara kwenye dini.